Mafunzo bwana, yamekuwa mazuri sana. Mafunzo yamekuwa mazuri. Mazuri kwa sababu gani? Hawa waliochukua haya mafunzo wengi wao ni marefa wanaopractice, lakini wamejikuta kumbe kuna mambo mengi walikuwa hawayajui, mambo mengi wanayakosea. Sasa mafunzo haya yamewapa uelewa mpana zaidi, yamewapa uwezo wa kufanya kazi kwa weledi zaidi. Kwa hiyo kwa maana hiyo tutegemee mambo mazuri kutoka kwao, na mimi najivunia mafunzo haya. Naam, kwanza tutatembea mikoa yote ya Dar es Salaam kuendesha hizi kozi kwa wanaotaka kuwa marefari na refari, sio lazima ulipigana ngumi zamani. Refari anaweza kuwa mtu yoyote mwenye nia ya ya kujifunza urefa wa boxing. kwa hiyo tutatembea mikoani na uzuri tunapokuwa na waamuzi wa wengi mkoani kule, hata kama promotion inafanyika Mbeya, inafanyika Iringa, inafanyika Njombe, unakuta tayari kuna watu wa kuipokea ile promotion, wa kuihudumia ile promotion, kuliko tunavyofanya sasa. Uh, mchezo unafanyika Kilwa au unafanyika Mtwara, promoter analazimika kutoka na waamuzi hapa hapa wagharamie usafiri, chakula na malazi huko wanakokwenda. Sasa kukiwa tayari kuna timu kule, ah, anakwenda mwenyewe tu na boxers wa hapa, na kama kule kuna boxers wanakwenda kupambanishwa, inakuwa far better, inapunguza gharama na, na kwa ujumla, leo waliohudhuria mafunzo yani, ni walikuwa ni idadi ya wangapi waamuzi? Lakini pia mmeridhishwa na idadi hiyo kumi na tano? kwa mehudhuria ya kumi na tano tumeridhika kabisa, na, na idadi hiyo eh, tukipata mia mia mbili hata baina na waamuzi wengi tu, lakini from those waamuzi watatokea elite yeah. yeah, ambao watakuwa maalumu kwa kuchezesha ngumi za kimataifa, ubingwa wa Tanzania, ubingwa wa Afrika Mashariki ubingwa eh, wa Afrika hata hiyo, hawa wanaokuleta ngumi za nani za mikanda mingine ambayo sisi sio affiliate watakuwa na uwezo wa kuchezea. Kwa hiyo na wao kule nao watapunguza gharama, kwamba ninapokwenda Tanzania kuna watu tayari wameiva katika kusimamia mchezo huu. Kwa hiyo akija, wanakuja viongozi labda wawili basi, wengine wote wanawapata hapa. Yeah, mimi naitwa John Chagu. Uh, basically ni referee na judge wa muda mrefu na nimeweza kuhudhuria kozi mbalimbali katika ku, kuimarisha uwezo wangu na mwaka jana nimeanza kufundisha kidogo kipindi cha nyuma. Hii ni kama kozi yangu ya sita, mbili za nchi za nje, e, Nigeria Lagos nilifundisha moja, Kampala mwaka mwaka huu nilikuwa Kampala pia na hapa napo na nishawahi kufundisha kozi nyingine mbili kwa loko, na hii ilikuwa ni ya tatu, na lakini hii leo naiona kama ina mafanikio zaidi e, mafanikio zaidi, kwa sababu kwanza watu waliokuja, e, ni watu ambao walikuwa willing kujifunza katika ku, kuona, sio kwamba hawajui kila kitu they know, lakini wanataka kuona wapi kumbe walikuwa wanakwenda ndivyo sivyo alafu kama mtakumbuka kumekuwa na malalamiko kidogo, kidogo, mengi kutoka kwa mashabiki wetu kwamba uweledi kidogo unakosekana kwa marefarii na ni, unajua watu wanazungumza, lakini tukaona labda sasa ni muda mwafaka wa kuweza kuanza ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuwekana sawa ku, ku, kuangalia wapi hasa tumeteleza ili kwamba, kwa sababu sasa hivi mchezo wa ngumi actually, kwa kweli ni namba mbili, baada ya mpira. Na kwa sababu hiyo tusiwaangushe mashabiki wetu, na sisi tukawa equip, sasa tuanze kuwanoa. Na hii ni, ni leo tu imeanza, lakini tutaendelea mikoani kama alivyosema e, president, tutakwenda, na ni zoezi endelevu, na hapa e, hatutaacha tumeanza hivi kila baada ba ba labda ya muda fulani tena tutakuja tuta okay. Lakini darasa langu limekuwa very active. Unajua, mwalimu unapofundisha na darasa likarespondi kile unachofundisha, unaona watu wanaelewa na wana shauku ile ya kujifunza, kutaka kujua nini, yani ule, ule. Yani, hata wewe mwalimu unafurahi kile. Kwa hiyo darasa langu limekuwa li, okay, kwa kweli nimelipenda, it was one of the best, kwa kweli kwa ufupi. kwa kwa sana mkufunzi uh, ni eneo lipi hususan limekuwa ni, ni ukiwasikia wanafunzi wako wamekuwa wakiuliza ili kutatua changamoto yani, eneo lipi limekuwa ni changamoto kwao? Yeah. Yeah, changamoto ilikuwa sio changamoto pasee, lakini ilikuwa kama kautata utata hivi kwenye knockdown, mtu anapopigwa knockdown zile ni kipindi gani e, zile hatua ambazo zinatakiwa mara tu eh, inapotokea knockdown, wewe kama refari unatakiwa uchukue hatua gani mara moja, kabla hata hujaanza ku, kuhesabu. Hilo nalo tumekwenda nalo, lilichukulia muda kidogo kama masaa hivi, lakini limenyoka. Na nimeona hilo swali hata kwenye mtihani kidogo nilileta maswali kama mawili matatu ya namna hiyo, nimeangalia harakaharaka, lakini watu wengi karibu wote wamelipatia. Kwa hiyo na maana haya mafunzo yamekuwa na very positive impact kwa, kwa, kwa wamelipokea vizuri na nashukuru Mungu. Miongoni mwa maswali ama mijandala ambayo inaendelea huko nje ni kuhusiana mhalali wa hii pozi, wengine wakisema kwa maana uh, haitambuliki kwa WBC na abo abu, uh, kwa maana ya hapa Afrika. Kwa upande wako pengine unazungumza nini na kuwatoa wasiwasi hawa waamuzi <coughs> oh. <coughs> ambao hilo swali ni la kiutawala zaidi, menelewa. Mimi ni mkufunzi tu, sasa ukiniuliza hivyo utakuwa unanionea, lakini nikwambie hivi, labda tu kwa faida ya wote, katika mfumo wa ngumi za kulipwa duniani, kila nchi inakuwa na msimamizi wa kuweza kusimamia mchezo kama ilivyo TFF na sisi hapa ni TPBRC ndio dhamana ambayo serikali imewapa waweze kusimamia. Sasa wao wanaweza wakaita waka mtu yoyote aje awasaidie katika kunoa watu wao, kuna ubaya gani? Hiyo moja. Mbili, sisi kama Afrika, Afrika sisi nchi zote za Afrika tuko chini ya shirikisho wanaoshima, yani Afrika kuna shirikisho moja linalosimamia professional boxing ambayo inaitwa uh, African Boxing Union, na huwa tunakutanika at least kila baada ya miaka miwili. Nchi zote Afrika watu tunakutanika kwenda kuona mchezo Afrika unaendaje, na kama kuna sheria zimebadilishwa badilisho kidogo, ndio huwa tunaambiwa ili tukija huku wale tulioweza kwenda tunazileta kwenye eh, na hata hawa viongozi wanakwenda pia wanashiriki kwenye hiyo tunaita eh, ishe convention huwa ni convention kwenye, kwenye nani yetu. Kwa hiyo sidhani kama kuna, sisi tuko affiliated TPBRC, yuko affiliated up sasa kumchukua mtu wa abu. Mimi bahati nzuri mimi nina rating za abu mm -hmm. katika kufundisha, ndio maana huwa wanakwenda nchi nyingine, wale nchi wakiomba, kwa kiongozi wangu ananitaarifu mimi, una muda uende Lagos ukafundishe. Na mwambie ndio, na muda basi, tayarisha somo utakwenda kufundisha watu Lagos, au tayarisha kuna mta unakwenda kufundisha. Ndio maana nilienda Uganda na ndio maana nilienda. Sasa nikifundisha hapa kuna shida gani? au ndio nabii hakubariki kwao? Tuambie. Yeah, no, no, okay. kama nabii hakubariki kwao, lakini na credentials za kuwa hivyo nina vyeti vingi vinavyonisupport and I have done it eh, na Niwaambie ni ukweli, mimi ni refari wa kimataifa, mimi ni refari wa kimataifa na huwa natembea sana, yani mi haipiti miezi miwili, lazima nitoke, lazima nitoke kwenda kufanya the same duty. Sasa Tanzania should be proud to have such a person, tunaelewana? yeah. yeah. na haya mashirika yako mengi. Sasa la kwetu, la Afrika ni hili moja tu, African boxing linaunganisha nchi zote na ndio maana sisi ni wanachama TPBRC, ni wanachama, watu wajue hilo. Sasa kama mtu analeta majungu majungu tu pembeni, mfateni akazungumze na nazaozungumza, lakini hii mpaka serikali inatambua yes, sawa. So, na tutarajia kuona waamuzi wetu wa kupiga hatua zaidi kuchezesha. Yeah, sasa from here tunaanza kuwa monitor, meneelewa sio? Wamefanya hii, mimi kama mkufunzi haishi hapa mpaka tufike kwenye vile viwango vinavyotaki, malalamiko ya watu isiji kasema: Jamani, marefa, eh, nyinyi no. Isiji katokea hiyo hali. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kumaliza mafunzo vizuri. Nimepata ubongo wangu umeshwa chakula cha kutosha. Nimesema kama ni biriani ni biriani la mbuzi, la mbuzi. Labda biriani la mbuzi. Nimepata ni mafunzo makubwa. Aa, ni vitu vinafundishwa tunavyofundishwa duniani, lakini uh, sheria zinabadilika siku hadi siku kwa kwa tunapopata walimu kama hivi, tunalishwa vyakula vipya ugali na maharage tena tunaweka pembeni. So mimi nishukuru TPBRC kwa uongozi wake kwa kutuona sisi waamuzi kwa kazi tunazozifanya tunaharibu haribu, wakaona sababu tunaharibu sana tuwashtue kwanza. Watu wametutangazia kwa muda. waliojitokeza, wamejitokeza. Hajajitokeza, watajijua wenyewe kwa sababu mwisho wa siku ubongo wako unataka chakula, tumbo lishashiba, utakula ugali, utakula nini, lakini ubongo unataka chakula. Kimeletwa chakula, chakula, kimepikwa kime. Tena nimehudhuria uh, kozi nyingi it, it, hii certificate ni kama sijakosea ni ya kumi na nane, lakini sikufichi, darasa lilikuwa huru, darasa lilikuwa halina komandi. Darasa yani mwalimu tuko tunachangaa, yani anatufundisha tunamfundisha, sijui, unaelewa? Anakwambia mimi mwenyewe nataka nijue kupitia nyinyi, na nyinyi mnatakiwa kujua kupitia nyinyi, na yani alikuwa yuko huru, ilikuwa ni somo kidogo, maswali, somo kidogo, uh, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna review, kitu ambacho amefundisha yani ametulisha vitu ambavyo kama vitatu au vinne nilikuwa ni sivifahamu. Kuna kuhesabu, tuko tunahesabu sengine tunampa tuna temkipa mgongo, sengine unahesabu na msau bondia kule, sengine unahesabu umeza ku au upate signal na meza ku unafanya kazi kwa kuna vitu ambavyo ametupa, ametupa nani mafunzo ambayo kusema kweli mtu tena akienda kufanya vibaya ni jukumu lake. Na tibibi alisema sema, sema mkasi upo ukiharibu utapita tu, ehe. Kwahiyo mi namwomba Mwenyezi Mungu aendelee kunisimamia kwa kazi ninazofanya, niendelee kufanya vizuri zaidi zaidi ya nyuma. Kwa majina, mi naitwa Muhamedi Mganza, mrefarii wa professional boxing wa ngumi za kulipwa, na nimetokea mkoa wa Morogoro, ila naishi kwa sasa mkoa wa Rukwa. Nimetoka mkoa wa Rukwa, wilaya Nkansi, kuja kwenye kozi hii ama semina hii, ili nipate nipate mwendelezo wa elimu yangu ya urefari. Kwa kifupi sana unatuahidi nini Watanzania? Yani, nachowahidi Watanzania kutokana na semina hii ama mafunzo hayo tuliyoyapata yaliyomalizika leo, tutakuja tufanye jambo zuri sana kama sisi marefari. Hata vilevile vile marefari wa mikoani wapende kujitokeza kwa wingi katika semina kama hizi, ili wazidi kuongeza weledi wao na uwezo wa kuamua katika matokeo yaliyokuwa bora. Okay. kwanza mchezo wa masumbwi mimi naupenda, nilichezaga. Ilitokea tu ma -dislocation ya mabega haya ndio nikawa nimepumzika, then, nikamia kwenye ule farikoni, kitu ambayo ni passion kwangu. Kwa hiyo ninapenda kusema kwamba vijana wenzangu yani, hata ukiangalia waamuzi wote wa Tanzania hii ukiangalia katika age, mimi ndo mdogo yani, katika refari mdogo mimi naweza nikasema mimi ni mdogo hata ukinaangalia tu sura yangu kwa hiyo napenda kusema waamuzi wajitokeze, wadogo wawe katika umri ambao umestahili kufanya kozi ya uamuzi wa boxing. So milango iko wazi na TPBRC inafanya jambo zuri sana kuandaa kozi kama hizi. Nashukuru sana kusema TPBRC waendelee na kazi kama hii.